Sylvia alifika tukiwa dogo, kwa hiyo nakumbuka tulikuwa na interview mmoja hmm, mmoja unaenda pale ndani kwenye interview unaimba, alafu then Sylvia yeye ndo anachagua nani aliye mpenda. Yeye ndo judge. Mzungu. Watu wameingia wameimba, wameingia wameimba. Ehe, afika zamu yangu <laughs> nakumbuka nilienda kuchana mm -hmm. Hapo naenda kuchana, kuambia sikiza, sikiza kwenye TV kwenye radio, watu wanachana. Kwa hiyo na mimi nakaa mwenyewe natengeneza mistari yangu mimi. Kwa hiyo huwa naandika mwenyewe mistari, like, serious. Mimi na mdogo wangu anaenifata, kuna muda tulikuwa tukikaa tunaandika mistari afu tunajimbia wenyewe ndani najiona like oh nice tunga hii, si tunaandika like serious. Basi mi nikaingia pale nikarapu enda sasa kurekodi studio, studio ya vatoloko vatodhirapa wa Arusha. Nina mawazo mengi au nina matamanio makubwa, natamani kuja kuwa msanii mkubwa.